Serikali yaagiza uchunguzi huduma za Hospitali ya Rufaa Temeke. Serikali imeagiza kufanyika kwa uchunguzi katika Hospitali ya Rufaa ya Temeke kufuatia malalamiko mengi kutoka kwa umma kuhusu kuporomoka kwa ubora wa utoaji huduma. Malalamiko hayo yalisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, yakieleza kuwa vifaa muhimu vya uchunguzi hasa mashine za mionzi X-ray, havikuwa vinafanya kazi hivyo kuwalazimu wagonjwa kutafuta huduma katika vituo vingine. Waziri wa Afya, Mohamed Mchengerwa, amemwagiza Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, Dkt. Seif Shekalaghe, kuchukua hatua kali za kinidhamu kwa yeyote atakayebainika kuwajibika kwa kushindwa kutekeleza majukumu au kwa utovu wa nidhamu. Uchunguzi wa awali ulibaini tuhuma za ufisadi unaowahusisha baadhi ya watumishi wa hospitali pamoja na mwenendo usioaminika kwa baadhi ya walinzi. Pia ilibainika kuwepo kwa vitendo visivyo vya kitaalamu ikiwemo kuwadhalilisha wagonjwa kwa maneno, jambo ambalo halikubaliki katika sekta ya afya. Watumiaji wa mitandao ya kijamii walidai kuwa mashine zote tatu za mionzi hazikupatikana, hali iliyosababisha kusongamana kwa huduma na kuongeza gharama kwa wagonjwa waliolazimika kutafuta huduma katika hospitali nyingine. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu hali ya utoaji huduma katika hospitali za umma nchini. Wengi wameeleza kuwa changamoto zinazojitokeza Temeke ni ishara ya matatizo makubwa zaidi ya mfumo mzima wa afya. Katika kipindi cha hivi karibuni, hoja kama hizo pia zimejitokeza katika hospitali kubwa kama vile Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na Taasisi ya MOI, ambako mashine muhimu zimekuwa zikiharibika kwa muda mrefu. Na hivyo kuathiri upatikanaji wa huduma za uchunguzi. Kama sehemu ya hatua za serikali kukabiliana na changamoto za vifaa nchini, imeagizwa mashine ya PET-CT katika Taasisi ya Saratani ya Ocean Road ianze kutumika mara moja ili wagonjwa wa saratani wasicheleweshewi huduma kutokana na taratibu za utaratibu rasmi. Wataalamu wa afya wamepongeza hatua ya uchunguzi, lakini wamesisitiza umuhimu wa kuangalia mizizi ya tatizo kwa upana, ikiwemo upungufu wa bajeti ya matengenezo, uhaba wa wataalamu wa vifaa tiba na utegemezi mkubwa kwa mafundi kutoka nje ya nchi. Viongozi wa kisiasa, akiwemo waziri kivuli wa afya kutoka ACT Wazalendo, wameonya kuwa kuielekeza hatua hii kwa hospitali moja pekee. Kunaweza kupuuza changamoto zinazozikumba hospitali nyingi nchini. Serikali imeahidi uwazi katika mchakato wa uchunguzi na imesema yeyote atakayebainika kuathiri huduma kwa wagonjwa atachukuliwa hatua wa stahiki. Lengo ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za kitaalamu zenye uadilifu na staha katika hospitali zote za umma.